Injili kulingana na Marko Mtakatifu, mlango wa kumi. Akaondoka huko akafika mipakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakakutanika tena, wakamwendea, akawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamuuliza je, ni halali mtu kumwacha mkewe? huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu, aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake. Na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona, alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa, ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hatauingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu. Wazijua amri: usiwe, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja; enenda ukauze ulivyo navyo vyote, wape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia: watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakimwambia ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, Amin nawaambieni hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara mia; sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba, pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao, uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Nao walikuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia; wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatwaa tena wale thenashara, akaanza kuwaambia habari za mambo yatakayompata, akisema, Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa wakuwa, makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe, watamtia mikononi mwa mataifa nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumua, na baada ya siku tatu atafufuka. Na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalokuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto, katika utukufu wako. Yesu akawaambia hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ni nyweacho mimi au kubatizwa ubatizo ni batizwao mimi? Wakamwambia twaweza. Yesu akawaambia kikombe ni nyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo ni batizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto, si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Hata wale kumi waliposikia, wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu, akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani.